Na mtazamaji wa Faruku Online TV hapa ni makao makuu ya Jeshi la Zimamoto na uokoaji hapa mkoani Mtwara ambapo leo hii basi tumetembelea hapa, lengo kuzungumza na kamanda wa Jeshi la Zimamoto kwa mkoa huu wa Mtwara ili sasa kuweza kufahamu kwa kiasi gani wameweza kujipanga kuweza kukabiliana na majanga moto, ya moto ambao wanatokea kwenye maeneo yetu, lakini sambamba na hilo miezi kadhaa iliyopita jeshi hili pia wamepokea vifaa maalumu ambavyo pia vitawarahisishia uh, kuweza uh, kutenda kazi yao kwa ufanisi zaidi. Je, kwa kiasi gani jeshi imejipanga kuweza uh, kukabiliana na majanga ya moto pindi ambapo utakuwa umetokea kwa maeneo yetu hapa mkoani Mtwara? Tumezungumza na kamanda na hii ilikuwa ni sehemu mojawapo ya kile ambacho pia amekizungumza. Kwa majina, naitwa mrakibu msaidizi Oisa Singili ni kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Mtwara. Ninapenda kuishukuru sana serikali yetu ambayo inaongozwa na, na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu ambaye ni rais wetu. Tunashukuru sana kwa kupitia kiongozi wetu wa jeshi la zimamoto na uokoaji afande kamishina jenerali kwa juhudi zake za dhati kuhakikisha jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Mtwara tunapata vitendea kazi. Kabla ya hapo, nakumbuka tulikuwa tuna mitambo mitatu ambayo ilikuwa ni kwa ajili ya kuzima moto na maokozi, ambayo gari kubwa tulikuwa nayo kwa hapa tu wilaya ya Mtwara Nikindani, kwa sababu tunajua mkoa wetu na wilaya tano na gari nyingine ambayo ni ndogo yenye lita elfu moja na mia tano iko wilaya ya Masasi. Lakini pia tuna gari nyingine ndogo iko wilaya ya Tandaimba ambayo ina lita elfu moja. Kwa hiyo hapo tunaona jinsi gani jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Mtwara lilikuwa na vitendea kazi lakini ni vichache lakini mbali na kuwa na vitendea kazi vichache, pia tulikuwa tunashirikiana na wadau wetu ambao tuna zimamoto bandari, tuna Dangote pamoja pia na kituo cha airport, tulikuwa tukishirikiana nao katika utekelezaji wetu wa majukumu, lakini kwa awamu ya mheshimiwa rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameweza kuliona Jeshi la Zimamoto na Uokoaji na kutuletea mitambo pamoja na magari tumepata mitambo miwili ambayo tumeongezewa, ambayo mtambo mmoja ni wa kuzima moto tunaita fire engine yenye lita elfu tano kwa na Mtwara, lakini pia tumepata gari ya maokozi yenye vifaa vya maokozi ambayo inaitwa ni medium rescue fire tender. Mbali na hivyo, tumepata gari aina ya ambulance kwa ajili ya kutoa wa, tunajua panapotokea ajali au matukio yote yanayohitaji maokozi na kuzima moto kuna kuwa na wale majeruhi. Kwa hiyo jeshi la zimamoto na, na uokoaji mkoa wa Mtwara imepata gari aina ya ambulance kwa ajili ya kubebea wagonjwa, lakini sio hivyo tu, wametuona tuna gari pia ya kutoa kwa ajili ya utoaji wa elimu ya kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto kwa wananchi walioko mkoani Mtwara kwa hiyo tunaishukuru sana serikali. Haijaishia hapo tu, imetupa pia gari ambalo linatusaidia kwamba gari yetu inapopata itilafu ikiwa kwenye majukumu au ina, tuna gari ambayo inaitwa ni mobile workshop, yani karakana ndogo ambayo inaweza ikaenda ikarudisha lile gari katika hali ya kawaida. Lakini sio hivyo tu, tumepata pia gari nyingine ambayo inasaidia katika mawasiliano miongoni mwa watu waliopo kwenye tukio na nje kwayo, ni gari specific kwa ajili ya kufanya mawasiliano na kuchukua hatua stahiki. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali na pia tunamshukuru sana afande wetu Kamishna Jenerali kwa juhudi za dhati. Sio hivyo tu, mkoa wa Mtwara tumezungukwa na bahari, tunajua tuna bandari, tuna wavuvi wanafanya kazi kwenye bahari. Kwa hiyo tunategemea pia kupokea boti ambayo itakuwa inafanya shughuli za maokozi majini pamoja na kuzima moto, in case ukitokea moto maeneo ya baharini. Tunajua tuna bandari inaweza ikatokea moto, lakini pia tunategemea kupokea boti. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali yetu kwa jinsi inavyoendelea kulijali Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Lakini sio hivyo tu, ninaomba pamoja na kwamba tunaweza kuwa na vitendea kazi Jeshi la Zimamoto na Uokoaji linahitaji kuwa na mawasiliano na wananchi. Na wananchi tunaomba pale mnapopata dharura, iwe ni ya majanga ya moto au mnahitaji maokozi, tunaomba msisite kupiga namba yetu ya dharura ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ambayo ni moja moja nne. Lakini pia sio hivyo tu, kuna pia kuna namba ya kamanda wa mkoa ambayo ni sifuri saba tatu sita elfu nane themanini na mbili. Kwa hiyo, wananchi na watu wote tunaomba mtoe taarifa kupitia hizo namba. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mtwara tumejizatiti vyema, tuna wataalamu mbalimbali ambao wanaweza kufanya shughuli za uokoaji, shughuli za kuzima moto Sambamba na hilo pia, amewasihi wananchi kuweza kutoa taarifa mapema ili jeshi hili basi liweze kukabiliana mapema na majanga haya ya moto pindi ambapo napokuwa natokea kwenye maeneo yao. Lakini pia askari wetu wanaweledi na wana ufanisi katika majukumu yetu. Kwa hiyo, tuwaombe wananchi muweze kutoa taarifa ili tuweze kufika mapema na kuokoa, kwa sababu lengo kuu la jeshi letu ni kuhakikisha pale majanga yanapotokea Tunaokoa maisha na mali ili uchumi wa wanamtwara uzidi kuendelea. Nam kutokea hapa makao makuu ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji hapa mkoani Mtwara, mimi sina la ziada. Naitwa Faruk mwana wa Ngonyani nini, Faruk Online TV. Bye bye.